Kuna wachezaji takriban kumi na mbili mm. eh, ama tatu kama eh, takwimu zangu zitakuwa zipo sahihi, ambao ni msimu wao wa kwanza ndani ya kikosi cha Simba Sports mm. Wapo ambao wameonyesha eh, kile walichonacho na kile ambacho wamekuja kukifanya ndani ya kikosi cha Simba Sports mm. lakini zimekuepo ups and downs kama ambavyo ulikuwa ukizielezea mara kwa mara, dirisha lile hapa eh, kubwa la usajili eh, linakuja, si siku nyingi, tunahesabu siku chache kutokea sasa, litakuwa wazi. Eh, swali langu la kwa jinsi ambavyo umetazama Simba Sports, unadhani itakuwa ina mabadiliko makubwa ama ina kazi kubwa ya kuifanya kwenye dirisha kubwa la usajili, ikiwa wachezaji wake wengi hawajahusishwa sana na vilabu eh, vinginevyo eh, kama ambavyo walihusishwa wachezaji wa Young Africans? Unaona kwamba Simba Sports ikisalia na wachezaji hawa, kuna kitu atakivuna kikubwa zaidi kwa msimu unaokuja, au kuna wachezaji ambao unaona Simba Sports haitakiwi kujiuliza maswali mara mbili kuhusiana na kuachana na nafikiri hili ni swali zuri sana. Unajua wachezaji kuwa wazuri au wabaya inategemea na malengo ya klabu. Kama Simba watakuwa na malengo ya kushika nafasi ya pili, uh, au kuingia makundi ya klabu bingwa na vitu kama hivyo. Unaweza ukaona kikosi hichi kinaweza kikafanya hayo yote, e, bila shida yoyote. Lakini kama unahitaji malengo makubwa, labda kufika hatua za juu kwenye michuano ya kimataifa, maanake hiyo ndio iwe priority kwa sababu unavowekeza kwenye kikosi ambacho kitakupa Uh, matokeo mazuri kwenye michuano ya kimataifa, automatically kwenye ligi ni mchekea tu kwa sababu ukishasajili uh, mchezaji ambao inaweza kukupa performance kwenye mechi kubwa kama zile, zikija kukutana na hizi timu za ndani na kwa kwao smooth kiasi fulani, japo kwa si timu timu za ndani si dharau timu za ndani, lakini najaribu tu kuweka uzania na kupa mfano, kwa mfano timu kama Wydad, labda Al Ahly experience na labda Mamelodi, si ndio hizi timu labda zinajiandaa na michuano ya ya, ya, ya, no hmm, michuano ya World Cup, World Cup ya vilabu si ndio wachezaji watakaosajiliwa kwa ajili ya kwenda kupambana na FC Porto hmm, Manchester City sio Real Madrid, sawa eh? Automatically ni watakuwa ni wa hadhi ya juu, kwa hiyo yale mashindano tu wanavyowekeza nguvu zaidi kwenye yale mashindano, wale wachezaji si wanaendelea kubaki kwenye vilabu. Sio kwamba hiyo michuano wakishatolewa ndo basi wale wachezaji wanaondoka, no, wanarudi nao huku sasa washasajili mchezaji kwa ajili ya FC Porto, wana, wana, wanatoka naye ule mchezaji wa FC Porto, wanarudi naye huku kucheza na Simba kwenye klabu bingwa, kucheza sijui na Almerehi na nani, na nani, na nani. Sijui naelewa. E, nafikiri unapata picha jinsi gani ambavyo wataendelea kudominate wale miaka nenda rudi, kwa sababu wanavoonja ile ladha ya kule, wanawekeza nguvu, ile nguvu ikija huku inawasaidia kurudi tena kule, wanawekeza nguvu kule hivyo. kwa sasa Simba E, wao kikosi chao wa kama wanavyoweza kukiona wa e, kama wataona kina- kinatosha kutoa ubingwa msimu ujao, hichi kikosi kinatosha kuingia robo finali, nusu finali au finali ya CAF Champions League, basi sawa. Lakini kama unahitaji kuj una, unahitaji kujiassess na kuona je hichi kikosi kina fit kucheza michuano mikubwa barani Afrika na kutoa ushindani, wanatakuwa wasajili wachezaji wengi sana wapya, naamini na hivyo sababu kwa upande wangu mimi ukiniuliza naweza nikakwambia nataka waongeze wachezaji wasopungua sita mpaka saba. Sita mpaka Kwa upande saba. wangu mimi. Hivyo hivyo. Eh, yani nikikiangalia kikosi cha Simba na nikiangalia na michuano ya kimataifa mm -hmm. na nikiangalia na ushindani ambao ligi yetu imetoka ku... unajua mara mwisho nilizungumza timu sikuizi sio Simba na Yanga tu ndio zinadominate kwenye kusajili wachezaji bora. Mm Hizi -hmm. zinadominate kwenye kutoa haya mataifa lakini mpaka vilabu vingine vinaadapt kuchukua wachezaji wakubwa wa mataifa mengine makubwa. Mfano Singida mwenyewe, Azam FC na hizi timu zingine zingine za ligi za Kairo, unaweza kashangaa msimu ujao timu team... Tabora pia hapa, eh Tabora, sijui umeelewa, eh Ken Gold imeshuka wale. lakini nafikiri unaona, mzungu kwa pili wachezaji waliosajili, umeelewa. Kwa hiyo unatakiwa unavoingia, unavo approach hii michuano, kuna vitu vingi sana unabidi uzingatie, sawa eh? E, kwa hiyo kwa upande wangu mimi ukiniuliza, nitakwambia wachezaji wasiopungua sita mpaka saba wanahitajika kwa ajili ya msimu ujao. Tena sio wa, wale wachezaji wa, wa mama, mama. Mama. Unajua yeah. Mm, yani kwamba si mchezaji wa mpira e, e, tobo si <laughs> mchezaji ambaye anaweza kuwa na factors it, tatu mpaka nne za kukusaidia wewe kuweza, awe na uwezo binafsi, mchezaji mzuri ambaye ana uwezo mzuri wa kiufundi, sielewa, mchezaji ambaye anaendana na system ya timu yako, jinsi unavyotaka icheze au i display Sababu unaweza kuwa unasema unasajili wachezaji wengi lakini wasiwe wanaendana na system yako. Umeelewa? Pamoja na jinsi ambavyo kocha anataka kuimplement plani zake. Kwa hiyo ukikombine hivyo vitu unatakiwa lazima uumize kichwa sana na utulie ili uweze kutengeneza picha ya jinsi ambavyo wachezaji wanatakiwa. Sio unasajili sajili tu huyu mzuri unamchukua. Umeona kwenye clip wewe anapiga chenga nini unamchukua. No. Unatakiwa uangalie factors usajili huu una affect vipi eneo la ushambuliaji, kiungo huyu uwezo wake wa kupiga pasi za hivi. Je, mchezaji gani mwingine nikimchukua ana uwezo wa kureceive pasi za design hii? Kuna washambuliaji wanapenda kupigiwa mipira nyuma, safu ya ulinzi. Wewe umesajili mchezaji ambaye hapendi kupiga mipira hiyo, anapenda kupiga crosses tu muda mwingi wa mchezo, au anapenda kupiga zaidi pasi za chini za kutambaliza 1 2 1 2 mpaka kuingia ndani ya box. Kuna wachezaji wengine wao Eh, wanapenda kuanzisha build up kutokea chini, lakini hana watu wa kupatana nao. Anampa mpira huyu, anaanza kudribble, anakimbia nao mbele, anapoteza, anarudi hivo. Umeelewa? Kuna wachezaji wengine wanakosa plan baada ya kufanya build up za kupiga pasi eneo lao, wanashindwa kupata kupiga zile pasi za kuprogress shambulizi, labda kupiga break line pass au nini, mnajikuta mna circulate possession muda mwingi mpaka mnapokonywa. Nafikiri tumeona hata kwa Simba. Umeelewa? kuna muda mpira unakuwa, na, na Simba ni rahisi sana kuzuilika kwenye eneo la kiungo. Yaani timu zikishakaba kwenye mid block tu, wachezaji wakijazana kwenye eneo la kiungo timu pinzani. Simba kutoka kwenye eneo la, la, la, la ulinzi kupiga pasi kwenye eneo la kiungo kwenda mbele ni shida. Lakini kungekuwa kuna wachezaji ambao unakuta labda kwenye pressure anapiga mpira mrefu nyuma safi ya ulinzi au pembeni kwa mawingers. Maana yake tayari umesha progress shambulizi ndani ya sekunde kadhaa. Wakati winga ana, ana receive kule mpira timu inaanza kuswitch. Umeelewa? Hai, hakai static maanake, kama kuna wachezaji wengine watasogea, watanini, watatengeneza uh, namba kubwa eneo la juu na vitu kama hivyo, na yule winga anaweza akawa na option nyingi, akapiga cross au akapiga cutback au akajaribu kubadilishana pasi eneo la pembeni na kiungo au full back, vitu kama hivyo. Sasa usajili ni kitu fulani complicated sana, lakini mimi kwa upande wangu Uh, kipindi cha usajili watu watafaidi, nitakuwa natoa vitu vingi vya kiufundi, nitakuwa naelezea wachezaji ambao wanasajiliwa, ubora wao, udhaifu wao, jinsi walivyokuwa wakitumika, walipotoka na rekodi zao zilikuwaje, ili watu waweze wasikilizaji wa, wa, wa waweze kupata, japokuwa inaweza ikaafeti pia kwa baadhi ya ya ya, ya, ya viongozi kwa sababu unajua kuwa kiongozi ni dhamana, lakini kiongozi unatakiwa pia usikilize sisi sisi wadau ambao tupo chini. Unaweza ukatuona ukatudharau, lakini tukakusaidia kwenye mambo yako, umeelewa? Mfano unaweza ukasajili mchezaji ambaye maybe ana long term injury, wewe ulikuwa ujui, maskini ya Mungu, wakala kakuletea tu kakuonyesha klipu zake kakuonyesha klipu zake umeridhika nazo, lakini kuna sisi ambao tuna, tunatumia masaa mengi kuangalia mipira, tunaweza tukajua kwamba huyu mchezaji mbona, kwa mfano, nitakupa mfano, kuna mchezaji yule mchezaji huyu full back wa Yanga kwa seti yao mm. kwa seti yao wana long term injury, si ndio? Yupo Yanga hapo ameumwa, lakini historia inaonyesha aliwahi kuumia pia akiwa nchini Morocco katika klabu ya Kaukab Marrakesh. mm. ina maana kama Yanga wangejua hivi na injury ile ilikuwa wana, inasemekana wale Kaukab mpaka wanafikia hatua ya kumwacha ni, ni design, kama waliamini kwamba huyu hatakuja kurecover milele mm wakaamini kwamba yani yeye waliamini hivyo, lakini kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu alimsaidia, alivyorudi Ivory Coast aliweza kurecover na Asek wakaweza kufaidika na huduma yake, lakini lile jeraha limekuja kumrejea akiwa na si, si, sina uhakika kama ni lile lakini tu ile historia ya kuumia jeraha ambao linamweka nje kwa muda mrefu, pengine yanga wangelijua wasinge mchukua, natolea mfano, umeelewa hmm? kwa hiyo hmm. sisi ambao tunakuja nitakuwa natoa na ina details kwamba huyu mchezaji ameshawahi kuumia, nitasema aliumia kwa muda wa miezi nane, miezi kumi, nitasema kama mchezaji alikuwa mzuri, kama alikuwa na kiwango cha kuflop, kama ni one season wonder. Unajua maana one season wonder, msimu mmoja akawaka, baadaye anapotea na vitu kama hivyo. Je, ana consistency ya kutosha na vitu kama hivyo? Nani? mimi ndio kazi yangu. Tanzania nimeshushwa hapa, mimi Heavyweight, kwa ajili hiyo. Sasa mimi, of course, mimi kwa sasa hivi nita, nitafanya tu kwa kujitolea Sinela. Lakini muda wangu utafika mm. nitawasaidia hivi vilabu. Dunia itajua. Of course nitawasaidia hivi vilabu na nitakuwa unajua usajili kufeli sisi tumesha tumeshakaririshwa. Unajua? Mm. Hey, usajili ni kamari, si usajili ni nini? Usajili utakuwa kamari kubwa zaidi kama hautofuatilia details za ndani. Wewe unachukua tu. Yaani usajili utakuwa kamari kubwa zaidi kama mm wewe unaisajili, hautokuwa makini kwenye kuangalia vigezo vingi vya usajili, aina ya mchezaji, performance yake kulingana na mahitaji ya timu yako. Je, ana fit kwenye system ya timu yako, matumizi ya kocha, na nina usajili utakuwa kama. Lakini kama ume implement na maanisha ume analyze, sio ume kuimplement, ume analyze vizuri, namna gani timu yako inacheza wachezaji ambao umewachukua, je, wanaendana na system ya timu yako na vitu kama hivyo? Usajili utatiki tu At, yaani hata kama watafeli ni wachache sana, si unanielewa? Unahitajika upembuzi yakinifu. Upembuzi yakinifu sio unachukua tu wakala wa kuletea video ya mchezaji huyu mzuri huyu unachukua, umeelewa? Okay. Yeah. Hivyo ndio vitu ambavyo vikibadilika tu hivyo, yeah. Hmm. Basi vilabu vyetu vinaweza vikafika ta finali ya ya, ya, ya klabu bingwa, sio shirikisho, klabu bingwa. Okay. ya anaitwa Heavyweight, naomba tuweke nukta hapo. Tutakutana kwa wasaa mwingine kujadili e, yaliyo mengi yatakayokuwa yamejiri katika anga la kimichezo. Asalamu alaykum.